Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. A, Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho a, ametupatia ama amenipatia cha kuweza kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Jackson Komando. Leo, leo kuna kitu ambacho nataka niseme a, na kijana ambaye bado uh, haujaoa na binti ambaye bado haujaolewa, leo kuna kitu ambacho nataka nikiseme. Tafadhali, tafadhali uh, angalia video hii mpaka um, mwisho uh, usinini, usi, uh, usiwe na haraka, usiwe na haraka, angalia video hii mpaka mwisho. Na kama ukipenda video hii uh, unaweza ukalike. Mungu uh, atakubariki kwa kulike kwako tu. Mungu atakubariki, like uh, uh, atakubariki. Unapolike, uh, video hii inawafikia na watu wengi Ngine, watu na watu wengine na unapoangalia na kumaliza, uh, inasababisha kwamba uh, YouTube waone kwamba uh, kwamba uh, hii video uh, inaweza kuwa uh, ina muhimu kwa watu, ndio maana wakiangalia wanamaliza. Kwa hiyo uh, nakuomba uh, nakuomba uh, usikate uh, video hii uh, angalia mpaka mwisho. Aa, na kama bado pia hauja subscribe unaweza subscribe, ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia wa channel hii, ili kwamba tuaopandisha video uwe mtu wa kwanza kuona aa, masomo ambayo bado, ambayo bado tunapandisha ambayo aa, tunapandisha leo. Nataka niseme, nataka niseme aa, na kijana ambaye bado hajaoa na binti ambaye hajaolewa. Uh, tafadhali sana, kuna vitu ambavyo uh, hutakiwi kuvifanya. Kuna vitu ambavyo hutakiwi kuvifanya uh, baadaye vikaja kukuletea uh, ni kukuletea majuto. Tafadhali sana, tafadhali sana, maana jua kwenye eji uh, za kuoa uh, na kuolewa uh, watu huwa wanafuata hisia uh, hisia, hisia za miili yao, hisia za miili yao. Uh, mwingine tu anaoa, anaoa, anaoa uh, anaoa sijue kwamba uh, kuoa uh, Uh, imebeba nini imebeba uh, future, uh, future ya maisha yako ya baadaye hata nini hata uh, maisha yako maisha yako ya ufalme wa mbinguni, kwa sababu unapokosea kuoa unapokosea kuolewa, basi ujue kuna wasiwasi wasi mkubwa na, kuna uwezekano mkubwa uh, yule mwanamke, ulioolewa naye, uh, wa yule mwanamme ama mwanamke uliomwoa ama ulioolewa naye kukosesha katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo uh, tafadhali sana usifanye kosa usifanye, usifanye kosa kosa uh, usifanye makosa haya ambayo nakwenda kukwambia. Kosa la kwanza kwa binti, uh, kwa binti na mvulana ambaye bado haujaoa na ambaye bado hujaolewa, uh, usiowe na usiolewe uh, na mtu kwa kumwonea huruma Usioe na usiolewe na mtu uh, kwa kumwonea huruma kwamba uh, huyu ni yatima, yaani kwa, kwa mvulana unamwona uh, binti uh, ni yatima labda anaishi maisha magumu, uh, nyumbani, kwa, nyumbani kwao alafu una, kama vile unaingia huruma, unamwonea huruma, unamwoa uh, kwa sababu tu ya kumwonea huruma unamwoa. uh, usifanye kosa kama hilo. Hilo ni kosa hilo ni, ni, ni kosa. Usifanye kosa kama hilo kwa mvulana uh, na kwa msichana usifanye usifanye kosa uh, kama hilo. Usifanye kosa kama hilo kwa sababu kwa sababu uh, ndoa ndoa ni ndoa ndoa huwa nini? Kuna wakati kuna wakati huwa kuna migongano uh, kwenye ndoa kutu, kuna, kuna migongano kwenye ndoa baadaye, baadaye wakati ni wakati wakati wa migongano kutokea kwenye ndoa ndoainatokea uh, kwenye ndoa. Uh, uh, nini hiyo uh, yonini, hiyo nini hiyo huruma yako inaweza kuwa majuto, kwanza ni ukaanza kujuta au uh, kujuta, na wakati mwingine ukamwambia kwamba yeye ni kuoa kwa nilikuoa kuonea kuonea huruma ama ni ama nilio uh, niliolewa na wewe uh, kwa kweli kwa kuonea huruma. Kwa hiyo uh, usije kafanya nini usije kafanya kosa kama hilo kwamba ukaoa ama uh, ukaolewa uh, na mtu kwa kumwonea nini kwa kumwonea huruma, uenda wa maisha uh, uenda uh, ni uenda ni kwamba sababu ni yatima uh, usi usije ukafanya kosa kama hilo, usije ukafanya kosa kama hilo. Kosa lingine ambalo utakiwa kufanya, usije ukamuoa ama ukaolewa na mtu kwa kigezo kwamba labda ni mwimbaji, yaani ni mwimbaji anaimba kanisani kanini, uka- ukanini ukavutiwa na uimbaji wake kwa na uimbaji wake, ukaoa ukaoa ama ukaolewa naye. Ndugu yangu, usije usije ukafanya kosa kama hilo, usije kufanya kosa kama hilo. Unapofanya uh, unatakuwa chukua maamuzi kama maamuzi kama ma ma hayo, a, jua kwamba a, hisia zako ndio zimekubeba hisia zako ndio zimekubeba kuni ni kumwoa ama kuolewa na binti ama a, na mwanaume huyo ambaye a, utakaye olewa naye ama utakaye utakayeoa. kwa hiyo epuka epuka, uh, usije ukafanya kosa kama hilo. Kama ni binti kama binti ya kwamba, uh, kanisani kwenu kuna binti ambaye anaimba vizuri na ule uimbaji wake ukakuvutia ukasema huyu, uh, atakuwa mke wangu. Usije ukafanya hilo, ni kosa hilo. Nini hilo hilo, uh, hilo ni kosa. uh, nitakupa maandiko nitakupa nitakupa maandiko labda utanielewa, nitakupa maandiko labda utanielewa. Kitu kingine ambacho hautakiwi uh, uh, kufanya kosa, usitakiwi kufanya kosa, mwana wa Mungu na mtu wa Mungu. Najua uh, kuna vitu vingi ambavyo uh, watunga mchungaji atulisemi na mchungaji wako kanisani kwako, kwa akuambii hakuambii, lakini a, lakini ni vya muhimu sana ni vya muhimu sana a, kukuambia na kukufundisha, ili kwamba usije ukajuta na ukafanya ni ukafanya a, maamuzi ambayo tayari umeshaambiwa usifanye, baadaye ukayafanya. Hakuna mtu ni hakuna mtu utakaye nne utakaye kuja kumlaumu Ibrahimu. Ibrahimu anamsikiliza mke wake Sara, ana sana mwambia kwamba aende aende kwa ajili a, yule ajili amuingilie ajili kwamba apate mtoto kutoka kwa ajili. Ibrahimu anafanya hivyo, anafanya hivyo kama ile kama Sara uh, alivyo alivyomwambia. Uh, baadaye Sara anampata Isaka, anapata Isaka. Ismaili na Isaka uh, wakanini wakapishana waka, waka, kauli kwa waka, waka, wakawagombana kwa hiyo uh, nini uh, Sara akaona kwamba sasa mtoto wa mjakazi na mtoto wangu hawezi na wezi uh, kulisi uh, hawezi kulisi sehemu moja. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu kwamba sasa anakuomba umfukuze umfukuze ajili na mtoto wake. Ibrahimu akataka kubisha, uh, anamwelekea Mungu kumweleza Mungu kidio juu ya hilo ombi ala Sara uh, Mungu anamwambiaje? Mungu anamwambia kwamba mwanzo ulimsikiliza ulimsikiliza ni ulimsikiliza mke wako, na kwa hili pia ni kwa hili pia msikilize, kwa sababu mwanzo alipokuambia ukija kwa Uh, safari ya pili bwana, maji yanakufikia shingoni ndio unakuja kwangu. Kwa hiyo ulimsikiliza kwa kwanza na kwa la pili amsikilize. uh, uh, kuna vitu ambavyo tunaweza kufanya makosa makosa uh, s kwa sababu kwa sababu ya kutokujua ama kuto ni, ama kutokuelewa, lakini uh, ukishaelewa, lazima ni lazima uchukue tahadhari lazima uchukue tahadhari lazima uchukue tahadhari uh, uh, kwa hiyo usini uh, usioe uh, wala usiolewe na uh, na binti ama na kijana kwa sababu kwa sababu uh, ni mwimbaji kanisani kwenu au uh, mwimbaji wa uka kuvutia ukaoa. uh, Usije uh, ukafanya hivyo, usije uh, ukafanya hivyo. Naongea na watu wa rohoni watu ambao wamebeba tamaa wanani wana wanaochukua wana, wana tamaa za mwili ambao wanaendeshwa tamaa za mwili, hawezi kunielewa, kitu cha kusema hawezi hawezi kunielewa. Hata wale ambao koloni sasa bado hawajanielewa, lakini na Ndomani, kwa hiyo tutanielewa. Ndio maana nimekwambia usikate video hii, angalia ni angalia mpaka mwisho, angalia mpaka uh, mwisho, utanielewa. Utanielewa kwa usifanye kosa kama hilo, kwa sababu uh, binti ni mwimbaji uh, ama kijana mwimbaji, wewe unaamua uh, kufunga naye uh, pingu za maisha, nakwambia utalia na kilio chako, kilio chako hakuna atakayesikiliza, hakuna atakayesikiliza uh, labda Mungu. Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa rehema Uh, Mungu ni wa rehema, anaweza kukurehemu, lakini unajua ni kama unajua kama anaweza uh, anaweza kukurehemu sababu unaambiwa, lakini uh, unafanya uh, unafanya uh, unafanya ubishi, unaweka ni unaweka ubishi. Kwa hiyo usifanye kosa, usifanye kosa kama hilo, nimekuambia. Uja bado hujanielewa, utanielewa, utanielewa mbeleni, utanielewa mbeleni. Wewe usitoke hapa, uh, usitoke, uh, usitoke hapa uh, wewe endelea kuangalia mpaka mwisho. Kwa hiyo uh, usinini, usije ukafanya kosa kama hilo. Kosa la tatu ambao